Ni kama unijui jui wewe ni kama unijui. Kuniambia, hmm, ya hey. Ni kama unijui wewe wewe we, unijui. Ati unasema nilihusika ah, Babu, nimejaribu kukupea nafasi, nimekusikiza kutoka mwanzo, anaongea nini, akisema ya kwamba he. ni kiburi. Kiburi ni nini kwako bosi daktari? Kiburi ni nini wewe? Kiburi ni nini wewe kwako? <todak> enye unasema huyo yes. Anaongea madharau, sioni mimi, sioni, sioni, sioni. Daktari anifungue kwanza, natoa nato, nato. Nifungue macho saa hii nitoe macho, anifungue macho nitoe saa hii, niko tayari iasio e, mimi sio mimi, sio mimi nilikuwa naongea daktari, macho inauma ina macho inauma macho yeah, inauma ukweli ni kwamba okay, hii familia ilikuja ikasema inanilipa pesa mzuri yeah, na nilitengeneza barua ya agreement, barua ya barua ya agreement, barua ya kusema ya kwamba ni kweli tunataka kumuua Kish na venye tunataka kumuua, tutengeneza death certificate. Nataka msaini ya kwamba kweli amekufa, ndio maana tunatengeneza hii the death certificate. So mamake alikuja akasign, Branton akasign, watu watatu wengine wakasign, nikawa hiyo document nimeiweka kwa faili zangu, ndio siku moja wakiamuka wanigeuke, wakienda kotini na mimi naenda nayo kotini nasema tulikubaliana. Wakati ambapo mimi nimeona hii kitu kweli inaweza kunipeleka mahali pabaya, ni wakati ambapo nimekuja nikapatana na daktari hapa na daktari akanifanya kipofu. Nilikuwa kipofu kiasi ya kwamba singeweza kuona tena na akili yangu, nikawaza na kuwazua ya kwamba kama ninafanywa hivi kipofu, je, maisha yangu kuishani. Alana amenipigia simu akaniambia e, tupatane hiki kidogo anataka kuniongelesha. Sijui anataka kuniambia vipi lakini tulimwachia kazi yetu tukiwa na kish. Eh lakini nimesema nime cha nikuje nisikie anasema namna gani. Uko aje, Alana? Nashukuru niko salama. Mm. Eh ni mimi ndio nimekutafuta kwa sababu nimefika mahali nikaona ya kwamba ni afadhali niongee mm, ukweli ambao niko nao kutoka ndani ya moyo wangu. Yeah. Na kwa yale ambaye nilipitia. Sijui sasa kama utanipatia nafasi mimi kujieleza. Haina, yeah, shida ile kitu imetuleta hapa <laughs> basi asanti yeah, nashukuru yenyewe yeah. Mimi saa hii ukiniangalia venye niko hivi, mimi ni mzazi yeah, na venye ni mzazi, nina feel tu ile yenye mzazi anaza ku feel yeah. Venye nimeanza kwa mwanzo ni kwamba yeah, mimi niko naitwa Alan yeah, na niko na ofisi profession yangu ni lawyer. Mimi ni mzazi ambaye ni, niko na bibi mmoja yeah, na watoto nane Vijana yes, ni watano wasichana ni watatu, na naweza hata kueleza mpaka miaka lakini haina haja tujue miaka sana <laughs> tuambie tu miaka pia <laughs> najua na, najua najua umeamua unataka kujua mpaka si, kilicho <laughs> yeah, ndani ya moyo wangu, ukiniita hivyo labda umetaka kutuambia kitu mzuri eh, tutakupea masikio. Kwa hivyo sasa we, tuambie tu kila kitu <laughs> kwa miaka ninatafuta hamsini Nikikwambia mm. niko na arobaini na mm. saba mi nimebakia miaka tatu oh, ifike hamsini mm. na kwa sababu ya hii kesi ambayo ilitokea mm. katika hii familia ya Branton na Kish imenifanya mm. moyo wangu nikahukumika sana mm. kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimelelea kwa background mm. ambayo tulikuwa ni maisha ya kuangaika mm. maisha yetu hata kukuja hapa Nairobi mm. nilikuja na gari ya mikate singeweza kuafford kupata nauli ya kukuja hapa Nairobi mm. na wakati nilikuja Nairobi mm. nikasaidiwa tu na rafiki akaniambia, kwamba mm. naza kupeleka mahali uende usomei kazi ya uloya mm. lakini ukianza kufanya kazi mm. utanilipa. yeah. na maajabu ni kwamba wakati ule nilimaliza kweli, mm. ikawa ya kwamba kila kazi nikipata lazima nimpatie shares zake mm. na mimi nibakie na nakakitu kadogo mm. na venye nimewaambia kweli, watazamaji ni kwamba mimi si ya kwamba niko na mapato mazuri, kwa sababu watoto nane kulisha na kusomesha si rahisi, ni ngumu, na ili hali tunakaa kwa rendol, si ya kwamba ati tumenunua kwetu. Sasa ikawa ya kwamba kupitia katika hali ya maisha magumu ambayo nilikuwa napitia, nikafika mahali nikaona ya kwamba hata unaweza kufika mahali unazulumu mtu kwa nia ya kwamba watoto wapate kitu ya kukula na wakati mimi nikiwa katika harakati zangu za kufanya kazi nikiwa nimekaakaa hapa Nairobi, nimefanya kazi for so long, nilifika mahali nikalemewa na deni ya nyumba. Na wakati nilemewa na deni ya nyumba, nikawa siku moja niko kwa ofisi, mimi nafanya shughuli zangu za kikazi yenyewe. Huyu kijana anaitwa Branton akani approach, alipewa namba yangu na rafiki yangu. Baada ya kupewa namba yangu na rafiki yangu, basi akani approach. Wakati ule alini approach, nikaona kwamba nimpatie nafasi yanieleze ya, ya kwamba ni nini chenye alikuwa anahitaji, ndio maana alikuwa ananitafuta. So alikuja akanieleza, akaniambia venye ako na mpenzi na mpenzi wake ako ng'ambo na yule mpenzi wake wenye kongambo anafanya kazi mzuri na analipa aliakna ana, ana, pesa mzuri na amenunua Properties nyingi hapa Kenya, na hata kuna biashara kadhaa zinaendelea ambaye ni ambaye ni cash. Basi mimi nilivutiwa na hilo jambo, na wakati tuliendelea kufanya na nayee kazi tukifanya kazi tukifanya kazi hmm. Jua lii tukakaa na nayee kama six months, hmm. Alafu ndio akachukua hatua ya kuniambia kwamba hmm kwa sababu kuna biashara zinaendelea mm. na kuna properties ambazo ziko hapa na huyu Kish ni kama amekaa sana ng'ambo mm. hajaweza kurudi Kenya, saa hii tuko tumemaliza miaka mbili mm. Kweli alikuja na waza akasema, ya kwamba ako tayari kufanya lolote, lakini awezi kukubali Kish mm. akuje mm. alafu achukue hiyo mali yote kwa sababu vitu mm. zote kweli yenyewe zilikuwa zimeandikwa kwake. Nikamwambia kulingana na sheria ya ya ofisi yangu ni kwamba majina ile ambayo imeandikwa katika vyeti za mwenye, mwenye ndio mwenye anamiliki hiyo mali. Sasa ujue ya kwamba hata Keshi akikuja anleza akuhurumia tu akupatie pesa kidogo yenye naza kujisimamia nayo, lakini hapa huna lolote lako. Basi aliponiambia hivyo mimi nikachukulia hilo jambo nika, akaniuliza ya kwamba unaweza kusaidia? nikamwambia anaweza kusaidia lakini lazima ujue ya kwamba huyu ni mwenzako na venyako, mwenzako si itakuwa anafanya kazi mzuri mm, lakini akaniahidi akaniambia kwamba atanipa watanipatia percentage fulani mm, ikiwa nitawasaidia. Na kwa sababu mimi nilikuwa nimelelewa na maisha ya shida na familia yangu ilikuwa na shida saa hiyo hata mm. watoto walikuwa wamelala njaa, tumefungiwa nyumba, hata mm. nauli ya kufika mahali penye nafanyia kazi kwa ofisi yangu ikawa ya kwamba imekuwa ngumu kukula sasa imekuwa ngumu, watoto hawaendi shule tena. Nikaona hilo jambo mimi nikalichukulia, nikasema ya kwamba Mungu anaweza kunipigia saidia kupitia kwa hii hali. Sasa ndio nilichukua hatua ya kusema ya kwamba eh, wacha tufanye hii kazi na wewe, lakini ile percentage ambayo mumesema ya kwamba mtakuwa mnanipa, niko tayari. Wakati aliniambia hivyo yenyewe Branton alifika mahali akafurahisha moyo wangu kwa sababu alikuja kwa ofisi akanipa 10000. Sasa hizi 10000 mimi niliona ni kama Mungu amekuja yeye mwenyewe, nikafurahia sana nika kwanza hmm. Alikupea 10000? Alinipatia 10000. Nikafurahia sana nikajua ya kwamba watoto wangu hawatalala nje tena, hata kwa shule nini, hata kama hazitamaliza matatizo lakini nitakuwa nalipwa hivi, akiendelea atanilipa vizuri zaidi ya hapo. Sasa wakati ule alifanya hivyo, nikaona ndani ya moyo wangu ni kitu ingine ya dhamana sana yeah. Nilimwambia kwamba enda, ukirudi ukuje tuongee zaidi. Sasa alienda, baada ya kuenda akakuja baada ya wiki moja. Wakati alikuja na wiki moja, nikamwambia proposal yako katika hii mambo ilikuwa ni nini, kwa sababu amenionjesha pesa tayari yeah. Na venye amenionjesha pesa yeah. Nimeona udhamana wa pesa Pesa imeshaanza kuingia, eh, nimeona pesa imeanza kuingia mm -hmm. Ninaza kuenda kazini mm -hmm. Niko na furaha mm -hmm. Nikaona moyo wangu umejaa amani na furaha tele mm -hmm. Na ni wakati niliona nimefikia hiyo kiwango mm -hmm. Nikaona ya kwamba ni vyema sana mm -hmm. Kama yeye atanieleza anataka nimfanyie mm haji -hmm. Na kwa sababu niko na kila kitu ambacho kinahitajika mm -hmm. Lawyer kuwe nacho mm -hmm. Si kuwa na kishawishi yoyote ya kunizuia kuwafanyia kazi. Basi alikuja akaniambia, yeye maoni yake ama maono yake ni kwamba anataka tu fake certificate, na hii certificate venye tuna fake tuseme kwamba Kesh amekufa. Akishakufa, hiyo death certificate ndio tubadilishe nayo mali zote ambazo ako nazo. Lakini kamwambia ni vizuri pia familia ya kwenyu, ni juu ya kwamba wewe wanasimama na wewe upande gani, ndio msikuja kunigeuka baadaye na ni, ni, ya ya ni yuko Kenya, Ayako inje, na yeye ndio anafanya kazi, na hizi properties zimeandikwa kwake zote. Hata wakati ule tunaongea hii mambo yote na Brandon, Kesh alikuwa tunamwongelea tuna lakini yaani hatukuwa tunamwonyesha ya kwamba kuna chochote kinaendelea chini ya maji, lakini hata hiyo muda yote alikuwa anajua, tulikuwa tunajua ya kwamba huyu tunaongea na yeye anashughulika, anatuma pesa zinakuja hata nakumbuka familia walinipatia akaunti, pesa zozote zenye anatuma zikitoka nje hmm. ni mimi ndio nilikuwa na prefer ya <coughs> kwamba hizi ni za mama, hizi ni za Brandon, kwa sababu oh. Brandon aliamua ya kwamba anataka cash and trust completely death oh. hey. <laughs> Mkaungana, mkatengeneza certificate ya Kish. Sasa tuliposhikana, tuliposhikana mimi familia na mimi familia tukatengeneza hiyo death certificate. Mama, mama, nani Brandon aliingilia wapi kwa hii shughuli, kwa sababu e, na Brandon ndo mlianza, sindio? Mama, mama Brandon mahali aliingilia, tulitaka ya kwamba nilitaka pia upande wangu hmm. hiyo nilifanya kwa ajili ya upande wangu. Nilimwambia kwamba mnaweza kufika mahali muamue kunifunga. Niliona kwa, yani kwa kulingana na ile kazi ambayo mi nafanya hmm. niliona ya kwamba, eh, Brandon, anaza kunitupa kando mm. Alafu aseme ya kwamba mimi nimepanga na na nimepangana yani kukue ni kama kuna giza fulani kiko ndani, alafu nikuje nishikwe na nifungiwe kesi, nifungiwe ofisi, kiasi ya kwamba nilikuwa nafanya kazi mbaya. Ndio maana nilitaka ya kwamba anidhibitishie ya kwamba kuna mtu mmoja ama kuna familia ambaye inaelewa ni nini kinaendelea, ndio kikikuja kuumana ndio wakuwe hapo. Na nilitengeneza barua ya agreement. barua ya agreement ya kusema ya kwamba ni kweli tunataka kumuua Keshi na venye tunataka kumuua tutengeneze death certificate. nataka msaini ya kwamba kweli amekufa, ndio maana tunatengeneza hii death certificate. So mamake alikuja akasign, Brandon akasign watu watatu wengine wakasign, nikawa hiyo document nimeiweka kwa faili zangu. Ndio siku moja wakiamuka wanigeuke wakienda kotini na mimi naenda naye kotini nasema tulikubaliana hawa watu watatu watu, wakukuja venye tulikuwa hapa watatu eh. So, umesema wengine hao. So ilikuwa ni Brandon, mama yake na watu wengine watatu wenye mesema ndio sasa wa muhimu sana. Ha hao, hao, ni wa familia, pia ni wa familia lakini si wa muhimu sana kama hawa kwa sababu wale, kulingana na sheria ya law, inasema ya kwamba the moment umepata familia witness wawili, hawa witness ndio inafaa walete witness wao wawili. So hawa familia, mimi nikipata hawa wawili, mimi nilikuwa sina shida. Kwa sababu gani? najua ya kwamba evidence ya hawa imetosha, imetosha makaratasi yangu mimi kusimama mbele ya koti na nieleze ma kotini ya kwamba Sasara, ni nini kiliendelea ile siku. Sasa nani Alan. Hebu sasa tuelezee, umeniita hapa lakini bado sijajua kitu imefanywa kwa Twitter zaidi au umetuelezea yenye iko kwa moyo wako. Tumekusikia eh, sasa tuseme ni, ni familia ilikufanyaje? Iliku, ilikuchanganya akili na pesa? Mimi najuta juta sana <clears throat> najuta kwa sababu namba one, kusema kweli, mi naomba msamaha mara mia. Kwa sababu gani? nilikuwa napitia hali ngumu na ndio ilikuwa namsukuma ndani yangu nikubaliane na hiyo familia. Nilijua ya kwamba hili jambo si mzuri, lakini mimi nikajipata ninalifanya. Na kando na yote, wakati ambapo mimi nimeona hii kitu kweli inaweza kunipeleka mahali pabaya, ni wakati ambapo nimekuja nikapatana na daktari hapa na daktari akanifanya kipofu Nilikuwa kipofu kiasi ya kwamba singeweza kuona tena, na akili yangu nikawaza na kuwazua ya kwamba kama ninafanywa hivi kipofu, je, maisha yangu itaishia kuwa kipofu? Na wakati nilinyenyekea mbele ya daktari, nikapiga magoti, nikamwomba msamaha, nikamwambia niko tayari kurudisha chochote ama kueleza ukweli yote ambayo iko ndani yangu, basi daktari akaniregeshea ya macho yangu na venye aliniregeshea macho yangu, mimi nikasema ya kwamba ni lazima nimenyenyekea, nimeshuka chini na siwezi kutaka tena kukosea mtu mwingine venye nimemkosea, na ndio maana nimekutafuta, nikakuita, nikueleza ya kwamba nimeshuka chini, naomba msamaha mkubwa sana kwa hii familia, kwa kesi, hasa kesi, ndio tumeumiza moyo wake, tumerarua moyo wake. Ninaomba msamaha kwa yale yote yaliyopita, lakini kando na yote nataka muelewe ya kwamba kama mzazi, ni shida ambayo nilikuwa ndani ndio ilifanya na mimi nikateka advantage ya kufanya vitu ambazo nilizofanya. Sasa unaahidi watu kwamba utawaifanya tena kitu ulifanya, sio? naahidi na naahidi 100% kwa sababu najua ni kitu ya kuumiza mtu, najua kama mtu mwenye anatafuta huko nje ukwenye tafuta pesa si rahisi, ni ngumu sana. Sasa kama ni wewe tu ndio unatafuta pesa venye kisha anatafuta hivyo, alafu mtu akuja achezea hivyo mali yako, ni kitu itakusumbua sana hata wewe sana sana na mali unaweza ifikisha labda mali pengine pabaya sana, si ndivyo? E, kwa sababu ni kitu ya uchungu sana. Sasa kama wewe mwenyewe umenyenyekea, umesema kwamba hautawahi rudia kufanya kitu kama hiyo, mi nashukuru sana nashukuru sana sana. Ulikuwa na kiburi yo siku lakini <laughs> kiburi ilitulia, lakini ilikufunza pia mengi. Kwa hivyo ufai kufanya kitu kama hiyo juu ya pesa, unajua pesa inakuja na inaenda. Inakuja, na inaenda inaenda, inakuja. Pesa ulipata hiyo siku, saa hizi hauwezi kuoko nayo, si ndio? ni kweli. Okay, mi najuta sana na najuta nanakaa, uko na pesa uko nayo, lakini sio ile yenye ulipewa. Wakati ilikuwa ni muda gani? saa hizi pesa ukipewa, kwa sababu madhali sema walikupa 350. Walinipa 350 na mimi natumai ya kwamba hiyo 350 hata saa hii kinitafuta na shilingi moja mimi, sina sina pesa yoyote kwa sasa. Kwa sababu gani? ilikuwa tu yote ni ulafi, ilikuwa tu yote ni kwa ajili ya mahangaiko, ilikuwa tu yote kwa ajili, lakini ndani ya moyo wangu nilisema ya kwamba yeyote ambaye amekimbilia mahali pa msaada kwa sababu kesi alikuwa alikuja kwa alini approach vizuri kwa ofisi, akitaka ya, ya kwamba aelewe ni nini kinaendelea, ni kwa nini tulitengeneza the death certificate, lakini nilikuwa mkali na nilikuwa na kiburi kubwa, si kutaka kumweleza kama kumfungulia moyo wangu, nimwambie kuko hivi na hivi, na mimi nikaahidi kutoka hiyo siku niangaishwa pia mimi na nipitie hiyo hali, nikasema ya kwamba siwezi kuzulumu mtu yoyote, hata niko tayari kabisa kuomba huyo kesi msamaha, hata kama anataka msamaha mara mia moja. Kwa sababu gani? Nilijua ya kwamba nilimkosea yes. Na tulimkosea ni sana. Niulize huu unaongea na Brandon tangu tuonane tangu tu, na daktari wenye mwonane na yeye, unaongea na Brandon, huu unaongea na yeye utoke Brandon, eh, watangu nitoke hapa Brandon, nimeongea na yeye mara moja, na wakati ule nilitaka kumuongelesha mara ya pili alinikatia simu, na wakati alinikatia simu nikaona ya kwamba sasa sijui kama mambo inaenda kotini, nikaingiwa na wasiwasi ndani ya mao wangu. Wakati ule niliingiwa na wasiwasi, ikabidi tena nikapitia, nikapigia kesi wakati ule nipigia kesi simu kesi, akaniambia wewe, ongea na yeye kwa sababu hata mimi simuelewi venye anaongea, lakini kulingana na venye amenifanyia mimi hata siwezi kushindania nikimuongale, nikimuongalesha sasa kuona kwa kwanza kushika labda, sasa ni mama yake alimuelezea mambo mekua mbaya ya, wakati ule wakati ule sasa nime give up kabisa, nikasema ya kwamba ni kama tunaenda kotini na mimi ninaenda kufungwa. Ilibidi tena nipigie mamake, nikapigia mamake kama nimenyenyekea, nikamwambia y kwamba tafadhali mama, nieleze ni nini kinaendelea hapa. Aka, akasema ya kwamba hao ah, wote hawawezi kukueleza chochote, lakini tukipatana E, tukipatana nitakuongelesha zaidi ndio tujue kwamba tutasuluhisha aje. Sasa moyo wangu ukaingiwa na uoga hata sikuwa na hata niko na siku tatu mi sijakula mm. Sijakula tangu tuwachane, sijai kula yani yani, ninapata nina, hivi ninaekewa chakula hivi lakini hapa tait inapotea, kwa sababu na, naanza yani kujifikiria nikiwa gerezani, nikiwa nimefungwa, nikiwa nimeambiwa uko ndani kwa miaka thelathini, hmm. Hiyo kitu inahuzunisha moyo wangu, aa, watoto wangu, wangu nane na, na mama yao sijui watakuaje. Lakini sasa wawezi kufunga kwa sababu ni kitu inaonyesha ukweli kwamba haikukuwa mali yao. Sasa watakuwa na kufungaje? Okay, walikutishia. Najua hata kama alikutishia alikutishia tu, yes lakini hata anajua sio yake, sasa hawezi kuwa na nguvu sana, so hiyo sio kitu kupewa wasiwasi, kitu ya kwanza. Alafu labda nikuulize, naona umebeba hapa vitu, sijui kama ni ni nini hivi. vyeti vyote nimebeba, ni vyeti ni ni ambavyo nilibadilisha venye, nilibadilisha tu nikiweka ya kwamba vikiingie kwa familia ya kina Branton. Ndio hivyo tena, nimebadilisha nikarudisha kwa dadangu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa bibi yake kesi, na venye nimebadilisha zote zikirudishwa hivyo, nikasema ya kwamba nikuja nazo hapa hivi. Nikishakuja nazo hapa niitiwe, kama mnaweza kunipigia mamake kama anaweza kukuja kwa hapa ndio nimwambie kwamba niko na hizi vyeti anitafutie, kwa sababu hata mimi mwenyewe kweli, kusema kweli, ile kitendo nilifanyia hii familia hasa mm. Kesi yenye nilimfanyia nina jihukumu sana, hata kumpigia simu mm. Ndio sasa, hizi vitu ulisema zinachukuanga muda gani kuka zimebadilishwa majina ama zilishabadilishwa? Vitu zinachukua mwezi mmoja. Pigia mm. mamake. yeah. Ndio tukapigia Mama Branton. yeah. Ikiwa anaza kuja yeah. Ndio sasa na yeye anitie kesi kwa sababu nina hofia ya kwamba labda anaweza kuwa bado ako na hasira mingi eh, na hata yeye mwenyewe athibitishe vitu ndio hizi zinatoka, asiseme zilitoka kama juu, si ndio? Ndio, ndio sasa, kwa hivyo tutafute Mama Kesh nani, Mama Brandon. Eh, tutafute Mama Brandon okay, nisawa, sawa. So guys mmesikia, nani Lawyer Alan ame amekiri amekubali makosa yake, amesema ilikuwa ni tamaa tu kidogo ya pesa E, alikuwa anataka akimize vitu zake ziende sawa sawa, lakini akuwa anaweza ku, kufika hiyo levo, so akaingiwa na na tamaa kidogo na kasaliti Kishi, lakini anaomba msamaha sana ya, na yuko tayari kuomba Kishi msamaha, make sure vitu zenye Kish alikuwa anajaribu kunyang'anywa zimerudishwa kwake so yeah. Unajua mtu kama ako eh, eh, kama tayari kuomba msamaha unamsikiza kama mtu amejifunza, labda amejifunza vitu mingi sana kutoka tuachane na yeye mwisho. Labda amejifunza vitu mingi sana. So guys, wacha tungoje Mama Brandon.